Leo tumefanya mnada wa kwanza wa ufuta kwa msimu wa mwaka 2025/2026. Tumeuza jumla ya kilo milioni 3 laki tisa, bei ya juu ya... tumeuza kwa bei ya juu ya shilingi 2510 na bei ya chini shilingi 2310. Kiujumla tumeanza vizuri, japo ni tofauti na bei za mwaka jana, lakini kwa kuangalia hali halisi ilivyo na hali ya soko Ilivyo, uh, tunaweza kusema kwamba tumeanza vizuri. Kwa hiyo bei ya juu ya shilingi elfu mbili na mia tano na kumi na, na, na bei ya chini ya shilingi elfu mbili na mia tatu na kumi izingatiwe kwamba bei hizi ambazo zimepatikana leo zinaenda kwa mkulima moja kwa moja, hakuna makato yoyote kwa mkulima, kwa sababu uh, kwenye wetu wa mkoa wetu wa Pwani sisi, ma uh, tozo zingine zote zinakuwa upande wa mnunuzi. Kwa hiyo bei inayosomwa uh, mnadani ni fedha ambayo inamfikia mkulima moja kwa moja. Rai yangu kwa wakulima na wadau wote, hususan ni viongozi wa AMCOS, wahakikisha wanapokea, wanaendelea kupokea ufuta wenye ubora. Wasipokee ufuta wenye mavumbi, ufuta wenye mchanga, au ufuta ambao hauna rangi zinazoeleweka. Wapokee ufuta wenye ubora ili tuendelee kuwa na ufuta ulio bora na kuweza kupata bei nzuri sokoni. Jambo jingine ni kwamba tunawahimiza kwa sababu ni maelekezo ya serikali kwamba sasa hivi malipo yatatoka moja kwa moja kutoka chama kikuu kwenda kwa wakulima. Kwa hiyo nawahimiza na kuwaomba sana viongozi wa AMCOS zote mkoa mzima wa Pwani wahakikishe wana nakili taarifa sahihi za kibenki kutoka kwenye kadi za wakulima kadi zao za benki ili tuweze kuchakata malipo hayo bila kuwa na shida yoyote. Kufanya hivyo kutakuturaisha sisi chama kikuu kuweza kuchakata malipo kutoka kwetu kwenda kwa wakulima moja kwa moja bila kutokea hitilafu yoyote. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mgeni wetu rasmi, vyama vya ushirika tayari pamoja na wakulima wameshatekeleza wajibu wao, na ndio maana leo tunafanya mnada, kwa sababu mzigo huko ghalani lakini tunapokutana hatuachi kukumbushana, ubora wa mazao yetu ndio utakaofanya tupate bei nzuri. Wakulima pamoja na vyama, tuendelee kusimamia swala la ubora wa mazao lakini, pia na wale wadau ambao wa tunashirikiana, basi tujitahidi kufanya kazi kwa kulingana na taratibu wenzetu wasafirishaji, tunajua bado kuna hali ya mvua. Basi tujitahidi tunapobeba mizigo ya wakulima, tuwe na maturubai ambayo yatasaidia kuweza kuepusha majanga kwenye mzigo, kama patatokea hali ya mvua, lakini pia tujitahidi kusafirisha mizigo kwa wakati. Wakulima pamoja na viongozi wa vyama vya msingi, kwa upande wa wakulima tujitahidi tunapopeleka mzigo kwenye chama cha msingi, basi twende na kitambulisho chetu kile kinachoonyesha akaunti namba yako inavyosomeka na kuwebuka, usumuku, usio, alazima, wandae, jina lako ili kuepuka usumbufu usio wa lazima wakati wa uandaji na uchakataji wa malima. Tumeona misimu iliyopita kwa upande wa korosho, ilitokea baadhi ya wakulima nambari ya akaunti iliyopelekwa inakosa, kwa sababu ajenda na, na ile kadi yake. Kwa hiyo ametaja tu, na mtendaji wa chama cha msingi akanukuu kwa kufuata alichotaja mkulima, lakini kwa bahati mbaya kuna makosa ya tarakimu, kwa hiyo alichelewa kupata malipo. Sasa unaweza ukasema kwamba chama cha msingi hakijakufanyia eh, kwa wakati, lakini kumbe wewe mwenyewe ndio umejichelewesha lakini na wale tutakao tumia mitandao ya simu basi tupeleke namba ambayo unaimiliki wewe uliyepima mzima, usitokee mjukuu ukachukua namba ya babu, babu ukachukua namba ya mjukuu, fedha haiwezi kulipa na utachelewa kupata malipo. Sasa sio lengo uchelewe kupata lengo, ni kwamba wewe utoe taarifa sahihi, ili zisaidie chakata hayo malipo kwa wepesi zaidi. Kipindi hiki ni wakati, kipindi ambacho cha kuhangaika mkulima kuuza mazao yake, maanake akisikia yanauzo ya, ya huko anapeleka kule. Hapa tufuate zile taratibu za mauzo kwenye wilaya husika, mambo ya utoroshaji kupeleka wilaya ya Mkuranga au, mku, au Kibiti au, uh, Mkuranga alete huku hayo, hayo, haya yanakataliwa haya, ya na, na, na, na wilaya zetu ter, yani utoroshaji haupo uondoke na utoroshaji wa mazao kwa sababu unapotorosha unapunguza kipato cha sehemu ile, hata migao mingine ya pembejeo pia unakuwa tusipati na ustahiki kwa sababu mauzo pia yanafuatana na pembejeo. Pembejeo zitakazoletewa na mikorosho pengine milioni moja, mazao yake mekuja kuuza yako chini ya mikorosho milioni moja basi pembejeo mtapata kulingana hiyo mauzo ya mazao ya kwa hiyo ya, ya, ya, ya utoroshwaji ni kitu ambacho kinarudisha nyuma pia katika takwimu za, za, za, za, za, za wilaya mpaka mkoa wake. Wanunuzi wanaonunua ni watake kulipa pesa mapema. Okay. Mambo mengine hapo. Sisi wakulima tunapenda, unapenda ukiuza pamba urudi na pesa yako ukiuza zao lako rudi na pesa yako, kwa sababu kumbuka, nimelima kwa kumojea hiyo pesa ya, ya, ya ufuta wangu. Sasa unaponicheleweshea malipo yale, inakuwa yani haipendezi, hai, hai haipendezi, haipendezi. Basi na mwisho, basi niwategekea heri, mnada nimefungua, kwamba leo utaanza leo mnada hapa kwa leo tarehe kumi na mbili wenzetu yingi wamefungua tarehe ngapi? tarehe tisa, mnada ya kwanza kwa mwaka huu. Tunamshukuru Mungu sababu, hmm, bei kidogo inakuja hmm, inatulizisha i kide. maoni yangu tunaomba bei zidi tu, kwa sababu sisi wakulima kama unavyojua na hatuajini tunapata kama ma, ma, mazao tunapata kwa shida namagilia hivi tunafanya hivi pembejeo nini, lakini kidogo ikiwa mambo mazuri basi wakulima wanafanya nini, tunapata motisha ili tunazidisha kilimo. Yangu ilikuwepo katika mnada wa leo, tumeshiriki vizuri isipokuwa kwamba bei kidogo imetuumiza. Kwa kutokana na hali ya hewa iliyokuwepo, tumetumia gharama nyingi katika kilimo kilichotoka ndo kimetoka hivyo, nashukuru mnada salama. Maoni yangu nilikuwa maoni kama maoni nilikuwa napenda kwamba ingewezekana, serikali ingetuangalia wakulima walio chini kwa bei, ili iweze kutusaidia kwa sababu tujikwamue, tupate na bei inayoridhisha. Kama itakuwa bei ya chini, wakulima tuweze kukwamuka kwa bei kama hizi.